Asante sana. Tukio laofuata ni kukata utepe wa uzinduzi wa majengo na ukarabati Ustala ya Kisiki. Karibu makofi, karibuofiytu ni yonci ya furaha Nashukuru sana Mungu kwa kunipa afya na uzima, lakini kunipa kibali kuweza kufika hapa kuweza kushiriki tukio hili la kihistoria, uzinduzi wa kituo chetu cha afya kisiki baada ya kufanyiwa matengenezo. Matarajio yetu ni huduma ipatikane, na kila ambacho mnaniambia mimi nafanya Nilifaa kana nini nikasema, bwana, unajua tunajazia miguu kwa sababu tunasukuma watu hakuna wokoe. Wokoe si ile ile, haya majengo kile ambacho niambia mimi nafanya. Na bado mzee. Darasa nakuja kuweka kambi hapo. Mchezo ni sawa. Sio tayari. Mimi kila ninachomuomba anafanya. Kila unachogusa unapewa. Ndugu zangu, mimi namshukuru sana. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kazi zote hizi jamani. Tulikuwa na magofu hapa nje. Wale ambao mliki Kisiki ilikuwa ni magofu. Anajua tanako kanga. Na maeneo mengine kila mahali yanakuza. Mimi kila ninachomuomba anafanya. Kila unachogusa unapewa. Mheshimiwa Mbunge, kituo cha Afya Kisiki ipo katika uh, kijiji cha Walizinde, kata ya Majane kaskazini, Tarafa ya Machame wilaya ya Hai, nasajiliwa na wizara ya afya kwa hati ya usajili namba 103, 110-3. Idadi ya watu wanaohudumiwa katika kituo cha Kisiki ni takriban watu uh, 14,848 kutoka vijiji vitano vyote uh, vya kata kaskazini ya Machame kaskazini na maeneo ya jirani. Kituo hiki kinahudumia wateja wapatao 800 kwa mwezi kwa wastani na kina jumla ya watumishi 22 ambao kati hao ni madaktari wawili, na matabibu watatu, wauguzi kumi na moja wasaidizi wa afya wanne, mtaalamu wa maabara mmoja na mteknolojia wa dawa mmoja. Huduma tunazozitoa katika kituo chetu ni pamoja na huduma za wagonjwa wa nje kwa maana ya OPD, huduma za wagonjwa wa ndani, wagonjwa wa kulazwa IPD, huduma za kliniki mama, baba na mtoto, huduma za kujifungua, huduma za uzazi wa mpango ushauri na nasaha na ujumaji wa VVU, huduma za tiba na matunzo kwa maana ya CTC, matibabu ya kifua kikuu, upasuaji mdogo na upasuaji wa dharura kwa kinamama wanaoshindwa kujifungua kwa njia ya kawaida.